kwamba wananchi hawajui kinacho wananchi wanajua vizuri kinachoendelea, tusijidanganye kwa hili. Kwanza nashauri kitu cha kwanza jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo, na tuzuie uchaguzi na kushauri na zuia huo uchaguzi. Huo uchaguzi una mtego mkubwa sana, umekiuka sheria, katiba ya nchi, na sisi pekee upande wetu ndio tunaweza kuzuia meki na hawawezi kwa sababu nao wanatufaika katika hili. Kwa mkuu wangu na kushauri usiingie kwenye mtego usu wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika na kama tukiruhusu tutakuwa tumekosea sana Watanzania. Huu uchaguzi una makashfa mengi, kashfa za rushwa maubabaishaji babaishaji kwenye kila sehemu babaishaji babaishaji Eh? Sheria shari zinavunjwa hivi tumiuliza unaingiaje kwenye uchaguzi taifa likiwa limegawanyika hivi hmm? hatuoni haya haya mambo hatuoni au tumeziba, tumeziba masikio yetu kwamba taifa limegawanyika. Mkuu, tusiruhusu taifa limegawanyika. Hili swala halina kificho, linaelezeka na linaonekana. Viongozi wa dini wameshauri, mzee Warioba, mzee Butiko wameshauri sana juu ya haya mambo eh? lakini watawala wameendelea kuwa na vibuli, hawataki kuwasikiliza. Japo hawa wanashauri vitu vya msingi, hawataki kuwasikiliza. Maanake ni kipi kinafichwa mpaka kulazimisha uchaguzi hmm? Kipi kipo Ikulu ambacho kinalazimishwa uchaguzi kufanyika hmm? Mnaficha makosa yenu, hamtaki makosa yenu watu wengine wakichukua nchi, makosa yenu asijulikane, kwa ili hamtoki. Hivi tunaendelea kwenye uchaguzi ukiwa na kashfa kubwa nzito, uwezo wa kula. na kwa nini kauli nzito kama mheshimiwa Polepole? ambapo Nida amesema kwamba Nida na Nek eh, na sisi zimeunganishwa pamoja mfumo hii hmm? Kauli haiwezi kupuuziwa, hatuwezi kuacha ipite hivi hivi hata kidogo. Usimamizi uchaguzi usimamishwe ili swala lichunguzwe, na pia inanipa mashaka na nashangaa, tangu tangu hii kauli itolewe sijui kama kuna hatua zozote ulizochukuliwa mpaka sasa hivi, sijui na hii inanipa mashaka. Mnjuzi kati hapa, nilikuwa kijijini nilikuwa kwenye kijiji fulani nikamwona kijana anapita amevaa nguo ya CCM ameshika simu na karatasi na majina ha, nikamuita nikamwambia, hebu nione hiyo karatasi yako ile, na nikaangalia nikaona namba sijui namba za NIDA sijui majina, sehemu waka kuzaliwa. Nikamchunguza chunguza, nikaangalia na kwenye smartphone yake nikaona mfumo kwamba anaweka jina pale eh, okay? Anachagua na sio amezaliwa mwaka gani, anaweka kile kitu, kinanipa mashaka sana, kina yani kimenipa mashaka na imani. Hata baadhi ya Watanzania mtakuwa mmeliona hivi hivi vitu uh, mtakuwa mkiona. Sasa mimi nimejishuhudia kwa macho yangu. Sasa hii sio, haileti picha nzuri na ni hatari katika taifa. Hatuwezi kupuuzia, hatuwezi kuacha mambo yaende hivi hivi, haiwezekani. Hmm? Tunaendaje kwenye uchaguzi ukiwa kwenye kiongozi wa chama cha upinzani amekwenda tena kwa hila sasa kama tumekubali demokrasia, kwa nini tusikubali kuishi nayo? Eh? Na uzuri wake ni ipo kwenye katiba. Demokrasia imeruhusu mfumo wa vyama vingi, imeruhusu kwenye katiba. Kwa nini tunakataa au hatutaki hmm? Au tunatengeneza mazingira kutokubaliana nayo kwa namna gani? Hmm? Mtu huyo mtu. Hao wenye chama chao wanataka wamtoke huyo mtu atolewe au haki itendeke. Tusifanye mambo kiolewa. Tunalipoteza ile tena. Tukiendelea kukaa kimya ile taifa